Na mtazamaji wa Jongo Media TV, wakati unatutazama, basi tumesafiri kilomita za kutosha kutoka katikati ya mji wa Mbinga mpaka hapa ambako tumefika, na tumekuja hapa kwa ajili ya uh, shughuli maalumu. Tuko na familia ambayo inapitia changamoto, hasa changamoto ya mtoto wao amekutwa na ugonjwa ambapo Uh, na shida ya kuvimba kichwa. Kwa hiyo tuko naye hapa, familia yake, na atazungumza wenyewe, pengine lianza wapi na wamepita wapi na wapi na nini ambacho wanahitaji kutoka kwako Mtanzania. Tunaamini kwamba sisi sote ni watoto wa baba mmoja, tunaamini kwamba mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Mimi naitwa Grayson Kapinga kutoka Jongo Media TV. Na niko na na familia hapa, tutaanza kuzungumza nayo Uh, baba pamoja na mama uh, kwa majina anaitwa nani? Majina anaitwa Fabian Constantine Komba. Na ili eneo linaipa, anaitwaje hapa? Unaitwa Misuku. Naitwa Misuku. Misuku ipo kata ya wapi? Limani. Mhm. Kata ya Limani. Sawa sawa na una watoto wangapi? Huyu ndo mtoto wa kwanza. Mtoto wa, wa kwanza huyu jina lake ni nani? Enoch. Okay. Na shida yake uh, ni nini hasa? Ki ndo ki, ki, ki kiki kichochoa yani hapa yani al, alizaliwa mm. Alizali vizuri tu mbuyura mmm ukaa baada ya wiki moja akaanza mm. Aliumwa akaa mm. mbuyura kama wiki moja alikuwa anapumulia kwa mashine siku saba okay. E, siku ya saba akamtoa nasio mm. Tukarudi mm -hmm. Tuka huku okay. Tuka kakaa tuka huku kaaanga kishikinaanza kuru mdogo mdogo mm.

lalidotokekaatuwiki mm -hmm. moja kaanza tarehe mm -hmm. ishirini na moja okay. wiki moja na kaanza aaa okay, mwaka elfu mbili ishirini na moja yes. Mtoto umri wake ni miaka mingapi? Na miaka mm -hmm. mitatu na miezi nane miaka mm -hmm. mitatu, yes. Okay. Na miezi nane. Nafikiri changamoto ya ugonjwa imechangia kuonekana bado ni mdogo sana. Na baada ya tatizo hili mlipofika Mbuyula akawambiaje? Wakatuambia nendeni

akatokea tu mtu akakwambia, ndio kwa mkoa wa Ulaya mkachukua kibali, jaribu kuchanga changa mitaani. Tukaenda kuchukua tukachanga changa okay, tukachangachanga tukaenda Mwimbili na shida kubwa. Aliwaambia nini mlipofika Mwimbili ulivyo kule, shida kubwa? Aliwaambia ni maji imejaa kichwani, akamwekea mrija. Na hata hivi ile mtu ungerudi, yani baada ya mwezi mmoja. -hmm. Kulingana mm -hmm. okay. yeah. <coughs> na uchumi wetu tumeshindwa tena kurudi sana. na mwimbili ilikuwa mwezi wangapi umekwenda mekwenda umeenda mwezi wa kumi mwaka jana? ni mwaka jana. Yeah, mm -hmm. na kule mlikaa muda gani? kule tulikaa wiki moja. mm -hmm. yeah. okay. gharama walisema shilingi ngapi? Kule kwa mara ya kwanza, mm -hmm. itumia milioni nne. mm -hmm. walisema

katika hiyo milioni mbili pengine walisema ni nini na nini, na walisema ni maana hata mmoja ya nini na nini walisema ni bila wakeo, mrija wa pili. mm. kwa mlipenda mara ya kwanza aliweka mrija mmoja eh, wameweka ni ah, kuna inabidi mrija wa pili, na pengine baada ya kuwekewa mrija wa kwanza, mnaonaje? pengine tunaona maendeleo, mm. yavo maendeleo yanaendelea vizuri mm. yeah. Okay. Unavyoona shimo hapo ya maji alijaa ambapo yameshukashuka. Ok, sawa. Na katika kuhangaika kwenu mpaka sasa, pengine wenyewe mmefikia kiasi gani? Sema kweli, tumeanza tu kutembea juzi kale tu, tuna kiasi kidogo Mm -hmm. laki moja tu katika mm -hmm. laki moja tu, mm -hmm. laki moja tu. Yeah. Okay. Uh, maombi yako ni yapi kwa Watanzania wenzako? Maombi yangu naomba mm -hmm. kwa wananchi wote mm -hmm. wilaya ya Mbinga na wilaya ya jirani, naombeni mchango wenu mchango mm -hmm. wowote kwa maombi mm -hmm. alikuona mia tano yoyote yo ile mm naombeni mchango -hmm. wenu mm -hmm. okay. mara kwanza hivimeenda hospitali gawambuyula hospitali ya wilaya waliambia shida ya shida. nini kimesababisha mpaka kwa hivi? Hawakuambi uh, kama sababu yake ni nini? mm -hmm. walisema hii homa na ya kawaida tu mm -hmm. inaweza kumtokea mtu yoyote. sawa sawa, na mtazamaji wa Jongo Media TV, wakati huu tunazungumza na ifamilia hapa, basi naamini kwamba endapo umeguswa kwa namna moja nyingine uta weka mchango wako kwenye namba pia ambayo wao wataitaja, wataweka mchango wako kwenye namba ambayo watahitaja. Basi uh, namba yetu ya simu pengine mtu pengine anahitaji ku, kuchangia namba yetu ni sifuri saba arobaini na nane thelathini na tatu arobaini na sita tisini na tano. Jirudie. 0748334695 okay. Sawa, so, uh, tumemsikia uh, baba a, tumsikie na mama pengine. Mama, kwa upande wako uh, uh, unazungumziaje kuhusiana na shida ya mtoto wako pamoja na watanzania kwa jumla? <coughs> Mimi nazungumzia ni kwamba hivi, mimi ningeomba tu labda kwa wenzetu, jamaa na marafiki, ningeomba tu labda wanisaidie ili mtoto wangu apate kuwa mzima kama wengine, naye atembee kama wengine. Ndio ulikutana jana, pengine jana ulipozunguka zunguka, angalau wananchi alikugusa kidogo kidogo? Walinigusa, maana kuna wengine wana moyo, kuna wengine ndio hivyo, ila kuna wengine ambao walitusaidia. Kwa hiyo nawashukuru washukulu. Naam, uh, mtazamaji uh, wakati huu tunakwenda kuhitimisha. Tunaendelea kukusisitiza, tunaomba mchango wako wa hali na mali kuhusiana na ifamilia, kuhusiana na mtoto. Uh, hatujui pengine kesho atakuwa ni tegemezi kwa taifa atakuwa msaada pia kwa jamii inayomzunguka, atakuwa msaada kwa jamii yako. Uh, tunahitaji mchango wako wa hali na mali. Unapoona pengine taarifa hii wakati huu, unapotazama taarifa hii wakati huu, basi namba ndio hizo ambazo zimetajwa na familia. Jina la linatokea nani kwenye kwenye namba ya simu, Desteria Ndunguru, Desteria Ndunguru. Kwa hiyo jina la hiyo namba ni Desteria Ndunguru, na namba hiyo ambayo unaitazama hapo chini kwenye screen yako ama hapo chini kwenye simu yako. Basi ndiyo namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kuweka mchango wako. Tunaomba chochote ulicho nacho bila kujali ni kingi au kidogo. Kutoa ni moyo, wale sio utajiri. Tuisadie familia hii, tumsaidie mtoto huyu. Uh, aweze kufika Muhimbili kufanyiwa matibabu mengine. Alikwenda matibabu ya kwanza, wanahitaji matibabu ya pili. Matibabu ya kwanza kama umemmsikia baba wa mtoto walitumia takriban shilingi milioni nne na wakati huu inahitajika kwa haraka shilingi milioni mbili Popote ulipo mdau, ukiguswa na hili jambo basi tunakuomba sana, sana, sana, mchango wako ufikishwe kwa familia hii, na kama utahitaji ufikishwe kwenye familia hii, pengine sisi Jongo Media TV na Salvation Radio tutakuleta nyumbani kwa familia hii, pengine uweze kuona hali halisi ikoje. Kufika hapo, hatuna la ziada kushukuru sana wewe ambaye umetutazama, shukuru sana kwa wewe ambaye umetufuatilia, tunahitaji mchango wako alina mali. Mimi naitwa Grayson Kapinga a mwema.